Watu sita pamoja na hospitali moja iliyotuhumiwa kupanga njama ya kuilaghai mamlaka ya SHA mamilioni ya fedha hii leo wameachiliwa kwa dhamana baada ya kukana mashtaka hayo. Sita hao pamoja na kliniki ya Jambo Jipya walishtakiwa kwa makosa kadhaa ikiwemo kughushi stakabadhi na kudai mamlaka hiyo ya afya kima cha shilingi milioni mbili walipofikishwa mbele ya hakimu mkuu Lukas Sonyina Jumatatu. Patrick Kanya, Faith Chepkirui, Steven Ojwang, Justin Baraka, Pauline Wanjiru, Naida Mbevu na, na Jambo Jipya Medical Clinic walikabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo njama ya kushiriki uhalifu, kugushi stakabadhi za afya na kuwasilisha maombi ya malipo kwa huduma ambazo hazikutolewa. Washtakiwa wa kwanza na wa pili wakisomewa mashtaka ya madai ya ulaghai yaliyosababisha mamlaka ya SHA kulipa shilingi milioni mbili na elfu thelathini na mbili kati ya Novemba mwaka jana hadi mwisho wa mwezi Juni mwaka huu. Offended... mashtaka mengine yalijumlisha kughushi nakala na rekodi za wagonjwa waliolazwa ikiwemo kisa kimoja ambapo washtakiwa walidai kumfanyia upasuaji mgonjwa mmoja, ila upasuaji huo haukufanyika. Hakimu Mkuu Lucas Sonyina alitupilia mbali ombi la washtakiwa kupitia mawakili wao waliotaka baadhi ya mashtaka kuondolewa. Yeah. Washtakiwa hao waliachiliwa kwa dhamana ya kati ya shilingi laki mbili na laki sita mtawalia. Jambo Jipya Medical Clinic. Kesi hiyo itatajwa tarehe 21 Oktoba mwaka huu. Yes. Now, Lora Otieno, Runinga ya Citizen.